Naam, hujambo na karibu. Tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo mbali mba zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Sasa moja kati ya tukio ambalo limeendelea kutrendi kwa siku ya leo ni tukio la kutekwa, ambapo imesemekana kuwa mfanyabiashara maarufu kwa jina la Nifa alitekwa na kupelekwa pasipojulikana baadhi ya jumbe ambazo izokuwa zinasambaa katika mitandao ya mitanda kijamii ilikuwa ni bodaboda ndiye mtu ambaye aliyetoa taarifa na wanaharakati mbalimbali na wadau mbalimbali waliokuwa karibu na Nifa waliendelea kupaza sauti juu ya kile ambacho anachokiita kuwa ni utekaji. Sasa jeshi la polisi lilipofanya mazungumzo na chombo cha miradi Ayo, na moja kwa moja likatoa ufafanuzi kuwa linamshikilia mfanyabiashara huyo. Jumbe ambayo ilokuwa inatambaa au posti ambayo ilikuwa inasambaa sana katika mitandao ya kijamii ni posti ambayo imepostiwa, posti ambayo ambayo ilikuwa inasambaa katika mitandao ya kijamii ilikuwa inasema, Nifa amepigwa sana, amechukuliwa na watu wasiojulikana. Jamani, hatari imezidi. Hii habari imetoka German kwa mtu ambaye alimwagiza bodaboda dukani kwa Nifa kupeleka mzigo, yaani habari ya ukweli, boda kaiona live live, watu wa karibu na Nifa, jeshi la polisi, msaada jamani! Mimi naogopa sana, mpaka sasa sijajua amepelekwa wapi au wapi ambapo anapoelekea polisi au wapi? Maana hao watu walikuwa na bastola, yani amepigwa mpaka amevuja damu. Yarabi mwokoe binti yetu. Lakini pia vile vile akatagi jeshi la polisi, akatagi daktari Gwajima, lakini pia vile vile akatagi Ikulu mawasiliano. Yani aliitagi kwanza vyombo vya usalama, lakini pia vile vile alitagi na viongozi mbalimbali wa hapa nchini. Sasa miladi Ayo kufuatia ukurasa wake wa Instagram wao walifanya mahojiano ya moja kwa moja au mawasiliano ya moja kwa moja na kamanda wa Dar es Salaam, baada ya kusambaa mtandaoni kwa taarifa za mfanyabiashara Nifa kutekwa na watu wasiojulikana leo dukani kwake maeneo ya Sinza kumekucha jijini Dar es Salaam, Ayo TV imelitafuta jeshi la polisi ili kupata uthibitisho wa taarifa hizo zilizosambaa katika mitandao ya kijamii. Kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mulilo, ameithibitishia Ayo TV kuwa jeshi la polisi ndilo linalohusika kumkamata mfanyabiashara huyo. Huku akisisitiza yafuatayo, polisi wamemkamata wala sio watu. Sema polisi wamemkamata mi ndio nakwambia, amesisitiza kamanda Mulilo. Je, tuhuma zipi zilizomfanya mfanyabiashara huyo kukamatwa? Aendelee kukaa karibu, endelea kukaa karibu. Basi pindi taarifa zingine zitakavyotoka, basi tutaendelea kujuzana hapa hapa kipi ambacho kamanda Mulilo atakachokisema, pia vile vile kipi ambacho jeshi la polisi watakachokisema, kwa tuhuma zipi labda wamemshikilia basi. Tutaendelea kujuzana na kupeana taarifa mbalimbali, wadau mbalimbali. Kama kawaida yetu, huwa tunaendelea kusoma zile comment za wadau mbalimbali ambao wanaendelea kutoa maoni yao, nikianza nao wa Maunia. Kwanza ni Twa Mwaipaya ambaye ni mwanaharakati, akasema, yaani tunashukuru mkituambia mmemkamata mtu mtamfikisha Babaya. Lakini kuna mmoja akasema kulikuwa na ulazima gani wa kumpiga? Lakini kuna mmoja akasema mfanya biashara haya huyu anatangaza biashara zake. Lakini kuna huyu mwingine anasema kabisa kumkamata ndio apigwe. Lakini kuna huyu mwingine akasema mnawapa wananchi mezuka. Lakini kuna mwingine hapa huyu akamtukana miradi ayo. Lakini kuna huyu mwingine akasema jamani, twende mbele turudi nyuma, basi twendeni tu. Lakini kuna huyu mwingine akasema Mmemkamata kosa gani? Kaeni naye mnayo masaa arobaini na nane pekee ya kumkaa naye, alafu bila kupenda mtamrudisha kwake. Lakini kuna mmoja akasema nifa nifa, nifa. Niliwahi kuandika kwenye komenti kwake, sio kila kinacho trendi lazima akivae. Ona sasa matokeo yake, na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia haya matukio ambayo yanayoendelea hapo mchana nilikusogezea ya baadhi ya matukio ya watu ambao walopotea, lakini pia vile vile, nini maoni yako ni mtazamo wako? Unaweza kutuandikia kupitia comment section. Naam, usisahau kusubscribe ili wakwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend katika mitandao ya kijamii.